Sisi watu wa Chimala tunaishi kwa ajili ya kuuza mazao, tunaishi kwa ajili ya kutegemea magulio. Sasa basi, mkuu wa mkoa, nadhani umesikia sana migogoro kuhusiana na magulio, na hasa lembuka ilikuwepo hapa Chimala, tumezozana tumezozana, lakini lembuka iliyopo sasa hivi haijitoshelezi. Tulikuwa tunakuomba mheshimiwa mkoa, lembuka yetu sisi irudi Chimala. Lembuka hii kunyanilea mimi ilikuwa nyanitunza mimi. Sasa hakuna kitu chochote cha kuweza kunitunza mimi. Nilikuwa nafanya biashara, nilikuwa ni bwana afya wa usafi, nilikuwa nafanya usafi, ninaporudi pale narudi na pesa kidogo na chakula kwa wingi. Tuko mkoa wetu, naomba lembuka ikae sawa, iweze kunisaidia chakula. Lembuka maana yake nini? Kimsingi kwamba eneo lile lilikuwa sio la serikali, lilikuwa eneo la kikundi, na matako wana kikundi walilizia kwamba eneo lile wanalihitaji. Sisi kama serikali tulikuwa hatuna eneo lingine, kwa hiyo ilitupasa tuweze kuchukua huo utaratibu kulingana na vikao vya ODC Wajumbe walilizia na tukatafuta lile eneo, na shughuli zinaendelea kama kawaida katika lile eneo mpya, isipokuwa kwamba ni kweli kulikuwa kuna changamoto ya baadhi ya wafanyabiashara kushawishi wafanyabiashara kuhama kwenye haya maeneo kwenda soko la, la lua. Lakini kwa sasa hivi biashara zinaendelea kama kawaida na zinaendelea kuimarika <tipi> <tipi> <tipi> eneo la hakuna eneo lingine hapa likatafutwa, kufanya tulishindwa kupata eneo lingine mbadala la serikali kwa hiyo tukabidi tuombe kwenye eneo nyuma ya eneo la chama ambapo kuna vibanda vya biashara hapo barabarani, nyuma yake ndio nimepata hapo, wakatumia ile eneo mkaweka percentage kwa sababu ushuru unaopatikana uweze kusaidia haya. Mheshimiwa diwani mwenye maamuzi ya kukubaliana kugawana mapato, sio sisi, ni mkurugenzi. Lakini naamini mkuu wa mkoa, uwepo wako unaweza ukaamua kwamba halmashauri itafute eneo lingine la kujenga hicho chuo cha ufundi wa walemavu, ili eneo hilo lirudishwe kuwa lembuka. Yote yapo mikononi mwako, mkuu. Labda tufanye hivi, jamhuri ya muungano wa Tanzania, cha kufanya cha kwanza Mheshimiwa mkuu wa wilaya atawaita uongozi wa walemavu na halmashauri, wakubaliane mapato ya pale, asilimia sabini yanakwenda halmashauri, asilimia thelathini yaende kwa watu wenye ulemavu. Tumeelewana hapo? Alafu lembuka irudi pale watu wenye ulemavu, hapo hapo kiongozi wao yuko pale njoo karibu. Swala lembuka kwamba niondoke pale, tafute sehemu nyingine, kwa sababu tulikuta sisi kama walemavu wakata ya Chimala hatuna masla yoyote kwenye ule uwanja, isipokuwa kuna watu wananufaika. sasa ombi langu nasema hivi isije ikawa siasa chuo tusijengewe asilimia thelathini tusipewe lembuka imerudishwa kule kwa, kwa itakuwa impendezi Mungu, naomba sana tafadhali, kama mwenyekiti wa kata sisi kama walemavu tumekubali baada ya kuona wazee wote wenzetu wanatulalamikia kwa, tusije tukafa kwa ajili ya wazee, tusije tukafika kwa Mungu, tusifike kwa ajili ya wazee. Kama huyu mzee aliyokuwa anazungumza anasema, mimi nilikuwa napata kipato pale, wamama walikuwa wanaokota maharage pale, lakini wao kata kama kata ndio iliyoondoa pale na polisi kutukamata tunapokataa pale, kutuweka ndani. Mimi naomba mkuu wa mkoa, hata kama ni Jumamosi inarudi levuka pale, irudi Jumamosi yao waanze, na mheshimiwa diwani usimamie hapo, ukazindue lembuka pale, na asilimia thelathini inakwenda kwao watu wenye ulemavu, asilimia sabini itakwenda kwenye halmashauri jamhuri ya muungano wa Tanzania. Lembuka oye!